Karibu tuangazie ziara ya rais wa Burkina Faso ambayo ameifanya hivi karibuni katika nchi ya Urusi kwa mwamba Vladimir Putin. Na huyu si mwingine ni Captain Ibrahim Traore, ambapo pamoja na mambo mengine lakini, amekutana na baadhi ya wanafunzi wanaosoma katika nchi ya Urusi kutoka Afrika hasa katika nchi tatu zinazounda muungano wa Sahel. Nikimaanisha kwamba Mali, Burkina Faso pamoja na Niger. Moja ya hotuba ambayo imenukuliwa na kutumwa kwenye vyombo vya habari mbalimbali duniani kutoka ikulu ya rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, inasema kwamba alianza kwa kuhutubia akisema kwamba hatuko hapa kuomba usaidizi wa kifedha ama nafasi za masomo kwa, ma, kwa masomo ya nje ya nchi yaani, Ibrahim Traore amewaambia wanafunzi hao akisema hatuko hapa kuomba usaidizi wa kifedha ama nafasi ya udhamini wa masomo nje ya nchi. Dira yetu ni kwa washirika wetu kututumia wakufunzi na wataalamu wa kuiga vyuo vikuu bora kama hiki katika nchi zetu za, na kutoa mafunzo kwa wanafunzi zaidi. Chumba kizima kililipuka kwa msisimko. Ilikuwa mbele ya jumuiya ya wanafunzi wenye shauku waliofurahi kukutana naye, ambapo Captain Ibrahim Traore alitoa hotuba ya kutia moyo sana. Mkuu wa nchi, profesa wa asubuhi, aliwapa wenzake somo la kemia, na zaidi hayo hoja juu ya jukumu ambalo kemia inaweza kutekeleza ama kutekelezeka katika jiografia ya sasa ya Sahel yenye vita vita inayotokana na ubeberu ambayo lazima kwa gharama yoyote ile ishindwe kwa mchango wa kila mtu akiwemo wa diaspora hawa. Kemia inaweza kusaidia nchi zetu kupata mwanzo katika vita vyao dhidi ya ugaidi kupitia mazoezi ya kemia, majimbo yetu yanaweza kuanzisha mfumo wa kutengeneza zana muhimu katika vita, akanukuliwa akisema, mmebahatika kuwa hapa katika chimbuko la sayansi na teknolojia. Hivyo tumieni fursa ya kujifunza kwa vitendo, ili waweze kuzitumia ama kuzitumikia nchi zetu, alisisitiza rais wa Faso akiwahutubia wanafunzi hao. Captain Ibrahim Traore aliwahakikishia wanafunzi hawa kutoka shirikisho la nchi za Sahel wanaosoma nchini Urusi, tunawahitaji kuendeleza nchi zetu, na hili kwa kutekeleza kwa vitendo ujuzi mlioupata wakati wa mafunzo yenu katika nyanja za teknolojia. Kwa maana hii, tutaendelea kuimarisha ushirikiano na Urusi, hasa katika nyanja za elimu, alisisitiza rais wa Faso ambaye ategemea kujitolea kwa jumuiya nzima. Mkuu huyo wa nchi alisisitiza umuhimu wa wanafunzi kujituma kwa dhati katika elimu yao, kutumia maarifa yao kwa vitendo, kwa manufaa ya maendeleo ya nchi yao na kuyasambaza kwa vizazi vijavyo. Habari hii ama taarifa hii imetolewa na idara ya mawasiliano ya rais wa Burkina Faso. Lakini baada ya kusomea taarifa hii, baadhi ya wasomaji wa taarifa hii wametoa maoni yao mbalimbali, akiwemo Jimmy Nusi Utenga akisema: Afrika, Afrika kwa sasa rais ni Captain Ibrahim Traore mwenye mabadiliko makubwa kiuongozi, kiuchumi misimamo na kadhalika. Mungu wa mtunze amlinde na wananchi wa Burkina Faso, maombi sara na dua kwa bidii kumombea huyu mzalendo. Mwingine ni Fausta Mwalivale anasema kwamba du angekuwa mwanakuluhengo ashasahau ashasaini mikataba zaidi ya kumi ya riba nafuu. Muhammad Matundu anasema mzalendo wa kweli kwa nchi yake na Afrika. Waafrika tuungane, tumshike mkono na tumuombe kwa Mungu. Sirili Mujori Simbo anasema kizazi kipya cha vijana wa Afrika kinapaswa kuwa na mtazamo mpya wa kuachana na kasumba kwamba Wamarekani wa Uingereza na Wafaransa ndio walio na elimu bora kuliko Urusi, yani Rasia, China, Japani au Korea. George Bonifasi anasema kiongozi shupavu mzalendo natamani kuwa raia wa Burkina Faso. Yuda Mwasioge anasema namtamani sana huyu jamaa angekuwa hapa kwetu ningesema hata traore mitano tena amani kwaii anasema kijana mdogo mwenye akili nyingi mungu ambariki baraka monisi anasema mungu akupe maisha marefu bwana wa afrika mwamba wa wagadugu huyu Martha Gao anasema hilo kovu sijui silaha ilipenya Hamisi Kaniki anasema mwamba kama mwamba. Marcelino Nyakunga anasema akili kubwa kuliko viongozi wetu tulio nao ambao wamekuwa madalali wa kuuza utu wetu kugharamia matumbo yao na si maslahi ya wananchi wao. Ni unafiki mkubwa sana kwenye bara letu kuwa na viongozi wa aina hii ambao ni zaidi ya magaidi wanaotumia nguvu kubwa sana kulinda maslahi ya watu wachache. Chris Mapengo Mapengo anasema Watanzania, tusichoke kumlilia Mungu atupe Magufuli mwingine kama wa Burkina Faso, a Burkinabe alivyowapa Thomas Sankala mwingine ambaye ni Traore, simba wa Afrika. Mazoko Salum asema kiukweli, kila nchi Afrika ina marais, lakini tuwe wa wazi tu, viongozi ni wachache sana. Huyu na hayati JPM ndio viongozi waliowakilisha vyema na kuzitangaza nchi zao bila filamu wala maigizo. Azam Maulidi asema kiongozi mzalendo mtamuona anafanya kitu ambacho anakijua, maana naiona Burkina Faso itakuwa nchi tishio Afrika, maana imepata mtu ambaye anajitahidi kujenga nchi yake huku wakijua maadui wao ni nani. Je, anafanya kwa ajili ya taifa gani? Maana ukifanya kazi huku ukijua nini unafanya na kitu ambacho kina, kinaifanya nchi yake isiwe na maendeleo ya pamoja, anajua kuwa kuna kundi kubwa la kigaidi linafanya nchi yake isiendelee. Bakari haya, Bakari asema tutoke kwenye mfumo kandamizi tuje kwenye ujamaa. Hii ni taarifa kutoka ikulu uh, ya Burkina Faso akieleza uh, kwamba uh, rais wa nchi hiyo Ibrahim Traore alikutana na wanafunzi wanaosoma katika nchi ya Urusi alipofanya ziara yake hivi karibuni na kuwahutubia. Karibu kwa maoni yako kuhusiana na mwamba huyu wa Afrika, Simba wa Afrika kiranja wa Afrika ni Captain Ibrahim Traore. Unazungumziaje hotuba zake? Karibu kwa maoni yako.